Msichana kijana aitwaye Maria ameposwa na kijana aitwaye Yosefu. Maria amesikia tu kutoka kwa malaika Gabrieli na amemwambia habari za kushangaza kwamba ingawa yeye ni bikira atachukua mimba kwa muujiza na atamzaa Masihi aliyekuwa akisubiriwa kwa muda mrefu. Gabrieli kisha anamjulisha Maria kwamba ndugu yake mzee Elisabeti tayari ana ujauzito wa miezi sita na pia ameshangazwa na mpango wa Mungu katika uzee wake. Sasa kama kuna mtu angeweza kuelewa hali ya Maria basi ni Elisabeti. Sasa hapa katika Luka saa moja na madakika thelathini na tisa, tunaambiwa kwamba Maria alielekea nyumbani kwa Elisabeti na mumewe mzee Zekaria huko kwenye nchi ya milima. Hiyo ilikuwa angalau safari ya siku tatu kwa Maria. Kwa kweli, mara nyingi nimejiuliza, e, katika hatua hii ya tukio, Maria aliwaambia nini familia yake? Je, alisafiri peke yake, akiwa amechanganyikiwa, anaumia, anateseka kwa njia? Maria alimwambia nini Yosefu kabla hajaondoka? Sasa hiki ndicho tunachokijua: mara tu Maria alipofika, mtoto ambaye bado hajazaliwa tumboni mwa Elisabeti aliruka tumboni mwake kama inavyorekodiwa kwenye mstari wa arobaini na moja. Baada ya hilo Elisabeti anambariki Maria na wote wawili wanaweza kufurahia ushirika, eh, ambao ni akina mama wa watoto wawili wa miujiza pekee ndio wangeweza kufurahia. Sasa Maria anaanza wimbo huu mzuri. Lazima alikuwa anaubuni wakati wa safari hii ya siku tatu, alipokuwa peke yake. Hebu tuangalie pamoja jinsi anavyomsifu Mungu katika wimbo wake, na yote yanaanza hapa kwenye mstari wa 46. Maria anamsifu Mungu kwa ajili ya wokovu wake. Usisahau kamwe kwamba kama wanadamu wote, Maria alihitaji wokovu wa Bwana. Maria hakuzaliwa bila dhambi, yeye pia alihitaji kuokolewa. Kwa kweli, anaimba hapa kwenye mistari ya 46 na 47, nafsi yangu imemtukuza Bwana na roho yangu inamfurahia Mungu mwokozi wangu vilevile vile, Maria anamsifu Mungu kwa ushuhuda wake wa kipekee. Hapa kwenye mstari wa arobaini na nane anaimba kwa sababu ameutazama unyenyekevu wa mtumishi wake. Tazama, tangu sasa vizazi vyote vitaniita mwenye heri. Kwa njia, Maria hasemi kwamba vizazi vyote vitamwomba au kumtegemea yeye. Anasema kwamba watu watatambua kwa vizazi na vizazi jinsi alivyobarikiwa kuchaguliwa wajukumu hili la kipekee kutoka kwa Bwana. Sasa Maria anaendelea hapa kumsifu Mungu kwa kuonyesha nguvu zake kwa njia mbalimbali. Anasema hapa kwenye mstari wa 51, ametawanya wenye kiburi; mstari wa 52, amewashusha wenye nguvu kutoka kwenye viti vyao vya enzi; mstari wa 53, amewashibisha wenye njaa; na kwenye mstari wa 54, amemsaidia mtumishi wake Israeli kama alivyoahidi. Ni kuambia mpendwa, ukichunguza wimbo huu kwa muda mrefu utagundua kwamba yote yanatoka moja kwa moja kwenye vifungu vya Agano la Kale. Ni wazi kwamba Maria alikuwa amekariri vifungu vingi vya Agano la Kale ambavyo alifundishwa alipokuwa akikuwa kama msichana mdogo. Kwa kweli, alikuwa amekita moyo wake kwenye neno la Mungu, na sasa katika kipindi hiki cha ajabu anaweza kuimba vifungu hivyo, akionyesha nguvu za Mungu za kuwaokoa wale wanaomjia kwa imani, wakimtegemea yeye pekee. Sikiliza, usipuuze ukweli kwamba huu sio wakati rahisi kabisa katika maisha ya Maria kuimba. Maisha yake yamebadilika ghafla, sivyo? Kwa kweli, hayatakuwa kama zamani tena. Huenda umegundua, wimbo huu hausemi chochote kuhusu maisha kule Nazareti. Hautoi mpango wowote wa kutoroka kutoka kwenye aibu ambayo atapitia, mkanganyiko na maumivu atakayomletea Yosefu mpenzi wake. Yeye atabidi apange, na kweli atapanga, kwa kweli kuondoka kimya kimya. Lakini anachofanya yeye ndicho wewe na mimi tunahitaji kufanya, labda hata leo. Usilenge mateso na ugumu, lenga kwa mwokozi wako ambaye unamkabidhi maisha yako siku baada ya siku. Sasa mstari wa 56 unatueleza kwamba Maria alikaa na Elizabeti kwa takriban miezi mitatu na akarudi nyumbani kwake. Ninaweza kufikiria tu jinsi ushirika huu ulivyokuwa mtamu na Elizabeti na yule kuhani mzee Zekaria, walipokula pamoja na kukaa naye nyumbani kwao kwa kipindi cha miezi hii mitatu. Sasa Maria anaporudi nyumbani, Elizabeti anaingia leba na kujifungua mwanawe. Mstari wa hamsini na nane unatueleza kwamba Zekaria, Elizabeti na mtoto wao wa kiume sasa, unajua, wamekuwa maarufu katika mtaa wao. Kwa kweli, wakati wa kumpa mtoto jina unafika siku ya nane, kama ilivyokuwa desturi, majirani wote wanakusanyika, unajua, karibu na nyumba kusherehekea jina la Zekaria, yaani hakika atamwita mtoto huyu kwa jina lake mwenyewe. Hatimaye amepata, unajua, Zekaria mdogo junior, lakini Elizabeti anasisitiza kwamba mtoto huyu ataitwa Yohana, ndivyo malaika Gabrieli alivyomwagiza Zekaria. Kumbuka, Zekaria hajawahi kuweza kusema hata neno moja tangu aliposhuku neno la Mungu kutoka kwa Gabrieli. Hivyo basi hapa kwenye mstari wa sitini na tatu Zekaria anaomba apewe kibao cha kuandikia na anaandika jina lake ni Yohana, na majirani wote wanashangaa, nimi kinaendelea hapa duniani? Basi mara tu Zekaria anapoandika maneno hayo akitangaza jina, kinywa chake kinafunguka na anaanza kumsifu Mungu. Mtindo wa kishairi hapa unaonyesha kwamba anaimba au labda zaidi ana chant kama vile makuhani walivyofanya siku hizo, na pia amekuwa akifanya kazi juu ya maneno ya wimbo kwa miezi kadhaa sasa. Kuna beti nne hapa katika Zaburi hii ya ajabu ya Zekaria. Beti ya kwanza inahusu wokovu wa Israeli. Inashughulikia mistari ya sitini na nane hadi sabini na moja, na Zekaria anaimba, ahimidiwe Bwana Mungu wa Israeli kwa kuwa ametembelea na kuwakomboa watu wake, na ametuinulia pembe ya wokovu katika nyumba ya mtumishi wake Daudi. Beti ya pili inashughulikia mistari ya sabini na mbili, hadi sabini na hadi tano. Inahusu ukuu wa Mungu mungu ameendelea kufanya kazi kwa mamlaka yake kupitia kane nyingi ili kutimiza ahadi yake kiapo chake yaani agano lake na ibrahimu kupitia kwa masihi anayekuja sasa katika beti ya tatu zekaria anageuka na kwanza kuimba e kwa mwanawe hapa kwenye mstari wa sabini na sita na nawe mtoto utaitwa nabii wa aliye juu sana kwa kuwa utaenda mbele za bwana kuandaa njia zake Wapa watu wake maarifa ya wokovu wa msamaha wa dhambi zao. Sitaki upoteze kile kinachotokea hapa. Hakujakuwa na nabii aliyewekwa wakfu Israeli kwa miaka 400, lakini sasa Zekaria anambeba nabii mikononi mwake, Yohana Mbatizaji. Yohana Mbatizaji, kama atakavyoitwa siku moja, ataita taifa la Israeli kama nabii wa Mungu kutubu. Atamtambulisha mwanakondoo wa Mungu anayechukua dhambi ya ulimwengu. Sasa Zekaria anaanza ubeti wake wa mwisho hapa kwenye mstari wa sabini na nane, na yote ni kuhusu Mwokozi. Anaimba mapambazuko yatatutembelea kutoka juu ili kuwapa nuru wale wanaokaa gizani. Wo, hilo ni jina zuri sana kwa Mwokozi. Yeye ni mapambazuko. Anakuja kuwapa nuru wale wanao ta gizani. Sasa hizi kweli ambazo Zekaria anaimba hapa zitaunda maisha ya Yohana. Mstari wa themanini unaandika kwamba mtoto alikuwa na akawa na nguvu rohoni na alikuwa jangwani hadi siku ya kuonekana kwake hadharani kwa Israeli. Niruhusu nisimame kidogo tu niwaeleze maana ya majina ya familia hii ndogo hapa ni muhimu sana. Zekaria maana yake Mungu anakumbuka, Elizabeti maana yake ahadi ya Mungu, na Yohana maana yake neema ya Mungu. Ukiunganisha majina yao pamoja, unapata muhtasari mzuri wa injili ya Yesu Kristo, sivyo? Mungu anakumbuka. Mungu anakumbuka ahadi yake. Mungu anakumbuka ahadi yake na anawapa wanadamu neema yake. Kwa njia, wapendwa, Mungu hakuwakumbuka wao tu, anakukumbuka na wewe pia. Mungu hajawa na shughuli nyingi sana katika kane ya ishirini na moja kiasi kwamba hakujui wewe. Anajua uko wapi sasa hivi, anajua mapenzi yake yanamaanisha nini kwa maisha yako leo. Kwa kweli, anasikia kila ombi la maombi unalotoa. Kama vile Mariamu, Zekaria, Elizabeti na sasa mtoto mdogo Yohana watakavyojifunza, mapenzi ya Mungu yatawaletea furaha, lakini pia italeta huzuni, ugumu na maumivu. Labda sasa hivi unahitaji kunong'oneza kwa Bwana. Katika maombi, Bwana, mapenzi yako juu ya maisha yangu sasa hivi si rahisi. Kwa kweli sasa hivi ni ngumu. Hujanipa majibu yote bado, lakini umenipa wokovu. Bwana, kwa kweli wewe ndiye alfajiri. Umenitoa gizani na kuniingiza kwenye mwanga wa ukweli na msamaha. Hivyo nisaidie kuwa e, kidogo zaidi kama Mariamu leo nikijisalimisha kwa mapenzi yako, hata kama ni vigumu na hata kuchanganya wakati mwingine, na nisaidie kuimba maneno ya sifa kama Zekaria, mtu aliyekuwa ametilia shaka neno lako. Nisaidie kuimba juu ya neema yako ya ajabu. Asante Mungu